Mheshimiwa amekuwa ndiye chanzo na kielelezo kilicho kizuri sana, hasa kwa watoto ambao ni jubukisi, ambao hawaku kuweko siku za uhuru, na yeye amekuwa akishikilia nafasi ambayo inawaelekeza katika hali ya kuweza kubuni uongozi ulio bora katika taifa na tena kuwa watu walio waaminifu na rasilimali za nchi hii ndiposa Kenya hii ikaweze kupika hatua iliyo kubwa na ameweza kufanya kazi hii kwa miaka mingi ambayo sasa hivi kila Mkenya alikuwa anajivunia, na ndiposa akapewa jina baba. Na uh, hilo ndilo sasa tunaweza kusema ya kwamba alikuwa ni mtu aliye mwema, mtu aliye bora na aliyejitolea kutumika kwa ajili ya utumishi wa taifa hili la Kenya na ninajua ya kwamba kifo chake kitaweza kubadilisha mambo mengi kisiasa, lakini sisi kama viongozi wa kidini tunataka kuwasi wananchi kuwa ya kwamba waweze kuwa watulifu, waweze kuwa ni watu wanaoomboleza mtu aliye mkubwa aliye na umaarufu wa kisiasa na tena wakaweze kujua ya kwamba maadili yake aliyeyafundisha kwetu ni ya kwamba tuweze kudumu na kubaki kuwa taifa lililo moja, taifa ambalo linajali uzalendo, taifa ambalo linataka maendeleo na taifa ambalo linataka kuishi kwa njia ya amani na katika kuridhiana, utengamano na hata tena tuweze kukumbukana kama Wakenya.